Ndege ya kijeshi ya Uturuki aina ya Lockheed 130 Hercules imeteketea baada ya kuanguka karibu na mipaka ya Georgia na Azerbaijan, na kusababisha vifo vya watu kadhaa waliokuwemo ndani. Ndege hiyo ilikuwa ikitekeleza operesheni ya usafirishaji wa mizigo, lakini ilipoteza mawasiliano na kituo cha udhibiti wakati ikielekea katika eneo la kijeshi la Azerbaijan. Hii leo, Jumanne, Novemba 11 mwaka 2025, video zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha ndege hiyo ikianguka huku ikizunguka na kuporomoka kabla ya kulipuka kwa nguvu. Timu za uokoaji kutoka Uturuki, Georgia, geo geo geo Azerbaijan walikimbia kwa haraka kufika eneo la tukio, lakini hali mbaya ya hewa ikiwa ni pamoja na mvua kubwa na mawingu imechelewesha juhudi za kutafuta mabaki ya ndege hiyo. Uchunguzi wa chanzo cha ajali umeanzishwa, ambapo maafisa usalama wanachunguza uwezekano wa matatizo ya kifundi, hali mbaya ya hewa au makosa ya kibinadamu. Rais wa Uturuki Erdogan alitoa pole kwa familia za wathiriwa na kupongeza juhudi za dharura za vikosi vya uokoaji. Alisisitiza kuwa serikali ya Uturuki itahakikisha uchunguzi wa kina unafanyika ili kubaini chanzo cha ajali na kuchukua hatua stahiki ili kuepusha ajali kama hizo kutokea tena. Aidha, aliahidi kutoa msaada kwa familia za wafiwa na wahanga wa ajali hii. Ndege hiyo ni sehemu ya jeshi la anga la Uturuki na imekuwa ikitumika katika shughuli mbalimbali za kijeshi, ikiwemo usafirishaji wa mizigo muhimu kwa vikosi vya kijeshi na misaada ya dharura. Ajali hii ni mojawapo ya matukio ya kiharusi katika anga ya kijeshi ya Uturuki katika miaka ya hivi karibuni. Uchunguzi bado unaendelea na maafisa wanasema ni mapema kutoa maoni ya moja kwa moja kuhusu chanzo cha ajali hiyo. Kumekuwa na hofu kwamba idadi ya vifo inaweza kuongezeka, kwani bado kuna watu wengi waliokuwa kwenye ndege hiyo ambao bado hawajapatikana. Timu za uokoaji zinaendelea na shughuli zao licha ya changamoto za mazingira Inatarajiwa kwamba taarifa zaidi zitatolewa kadri uchunguzi unavyoendelea. Ajali hii inatoa funzo kuhusu umuhimu wa kuboresha usalama wa anga na utekelezaji wa miongozo ya kiufundi ili kuepuka ajali kama hii. Serikali ya Uturuki imetangaza nia yake ya kuchukua hatua madhubuti ili kuhakikisha usalama wa ndege za kijeshi na huduma za dharura zinapohitajika tena.